Kuna eh, mtu nilimsikia hapa anasema maandamano, ah, sijui ah, sijui nani tutakuwa naye kwenye maandamano nani. Wewe utakuwepo? Kwa nini naandamana tu, hauwezi? Naweza, lakini ha, kwa nini hauwezi kupigana? kwani wewe unampenda Samia? Mimi wewe, kwani kwa nini kuna maendeleo gani tayari, miaka minne tumna maendeleo gani zaidi? Vitu kupanda beikko madakaasaiasaka mafuta mia tano bado kidogo tu ifasi ya Ngorongoro iuzwe. Mbona tumefika huko kwa tarehe ishirini na tisa